Tunafahamu baada ya Mpanzu kuonesha kiwango bora sana, kimewapelekea vijana wa hapa nyumbani kutamani huduma ya Elie Mpanzu, na baada hapo wakaanza kwenda Kongo kuulizia, e bana, huyu Mpanzu mpango wake ukuje sisi. Tunafahamu na tunajua namna gani wamekwenda Kongo kuulizia upatikanaji wa Elie Mpanzu. Sasa sisi tuwaambie kitu kimoja, Waepuke matapeli, wataibiwa. Mpanzu yuko Simba kwa muda wa miaka miwili, kwa mkataba wa miaka miwili. Na mind you, mkataba ambao waliseni Mpanzu ni misimu miwili mtawalia, na msimu huu wa kwanza ametumikia nusu msimu. Kumbuka raundi ya kwanza Mpanzu hakufanyaje, hakucheza. Maana yake tunapozungumza nawe hivi sasa Mpanzu ndo kwanza imetumikia miezi minne mi ya mkataba wake, bado takriban mkataba wa mwaka mmoja na miezi mingi kweli kweli. Sasa basi, tuwaambie kama wanamtaka Mpanzu, kama wana shida na shauku ya Mpanzu, Mpanzu amewavutia kiwango chake, formula yetu ni ile ile ile. Mpanzu ana miaka ishirini na mbili. Watalazimika kumsubiri mpanzu kwa miaka kumi na tatu mpaka atakapofikisha miaka thelathini na tano. Ni vile vile ambavyo walimvumilia Jonas Gerard Mkude alivyotimiza miaka mingi ndani ya Simba, baada ya miaka kumi na tano ndio akaenda akajiunga kwenye klabu yao, vile vile walivyomsubiri Klotus Mwamba Chota Chama baada ya Simba kumalizana naye wao ndio wakamchukua. Ndio hivyo hivyo wanapaswa kumsubiri na Elie Mpanzu kwao, waache kujitekenya hivi sasa ya kwamba Mpanzu ana miaka miezi sita mkataba ayayaya. Mpanzu ndio kwanza yuko Simba. Kama ni kuuza, sisi Simba ndo tutakaye muuza Mpanzu kwa sababu tuna haki nao zote. Kama ni kumwachia sisi ndio tutakao mwachia Mpanzu kwa sababu tuna haki naye zote. Wao kama wanamtaka Mpanzu, wasihangaike kwenda Kongo. Miliki wa Mpanzu ni sisi Simba Sports Club, waje kwetu hmm. kama wanamtaka Mpanzu, waje kwetu Simba Sports Club, tutawauzia kama hiyo hela watakuwa nayo na lakini mm... <laughs> <Tam> na <mifimu. laughs> lakini wavumilie miaka kumi na tatu, si mingi sana. Akifikisha miaka 35, 36 Mpanzu ataenda kwenye klabu yao. Sawa, semaji tu. Nimejibu vizuri hapo, meridhika hapo eh? Nimekubali kama Mpanzu na mkataba wa miaka miwili na Simba. Sisi ndio wenye Mpanzu kaka. kaka wamsikize nani na wala Mpanzu sio mchezaji wa AS Vita. Sasa wao wache waende kwa AS Vita. Mama wangu mzazi watatapeliwa wao. Waache waende kwa, kwa, kwa AS Vita, watatapeliwa. Huyo mchezaji wala sio wa hiyo timu. Simba tuwemnunua wala hatujamnunua huko, sisi tunajua wenyewe chimbo tuwamnunulia Mpanzu na Mpanzu tuko naye kwa muda wa miaka miwili. Kama wanamtaka wasubiri. miaka 13, sio mingi sana kwa fedha. Siwezi kutaja kwa sababu hawawezi kuwa nayo hiyo hela. Eh, hata wachangishane, yaani ile timu yao, wachangishane kila kila shabiki wa hiyo timu watoe milioni moja. Hawana uwezo wa kumnunua Mpanzu. Na la mwisho tutuwaambia kwamba aliyekuwa wao atakuwa wetu na wakwetu watabaki kuwa wetu. Semaji kodi hiyo bana, hiyo kodi. Ahmed anasema Faisal Salum washamalizana na Simba Sports, aliyekuwa wao atakuwa wetu na wetu atabaki kuwa wetu msimu ujao ama kwao, kwao. <laughs> hayupo kwao. Kaka, mambo magumu haya, <laughs> nakwambia, aliyekuwa aliyekuwa wao wao sasa <laughs> kwao, sasa hivi hey. hivi eh, huyo kaka legeza kodi kidogo tu, <laughs> <laughs> umeikaza bado kidogo tu hapa, namzungumzia Mrisho wa Khalfan Ngassa <laughs> <laughs> naona <laughs> wazee wao hii ni kusema ni ubaya bwela. ya na malize hapa, muondoke, tunataka tupitishe mbuzi wetu hapa, twende nao Moroko. ndege ndege yetu ndege ya bure <laughs> e, mbuzi anakaa kwenye siti ya Air Tanzania mpaka, mpaka Moroko. mbuzi wengi, ndege si ya kubwa lile, mbuzi wengi. Mechi ngumu hii, huko hatuzuiliwi, huku huko huko hakuna, hakuna, hakuna shida aina yoyote tunaingia na mbuzi wetu pale Morocco Casablanca, hakuna shida, hakuna shida, shida. Wakituuliza nambia hivi ni vitoweo vyetu chakula, e, chakula e. Kwa nini msichinje kabisa? Ambia, aa, tunataka, tunataka nyama fresh e, mechi ngumu kaka, hii mechi ngumu.